Jessica Gabriel ni mdau wa maua. Maua ni dawa, maua ni tiba. Kwa mfano, ukichukulia ua labda la linaitwa snake plant au limi wa mama mkwe, ile ua ni tiba ambayo ukikuta labda mtu anakuwa na shida ya sikio, unatwanga alafu maji yake yale basi unaweza ukamwekea mtu mwenye shida ya sikio na akapata nafuu. Lakini kuna maua kwa mfano kama sharifu, sharifu ule unatibu kifua, lakini unatibu meno, unatibu tumbo. Labda mtu ana shida ya tumbo, anachemsha anaweza akatanga afanye maji yake. Kwa hiyo maua mengi ni tiba ambayo inamsaidia mama katika malezi mazima ya mtoto wake au ya familia ambayo imemzunguka. Natamani sana kwamba wanawake kwanza wayafahamu maua alafu waweze kufahamu faida zake katika nyumba zao. Yani, mwanamke kama mwanamke lazima uwe na maua kwa sababu, maua kama tulivyoona kwamba maua ni upendo, yanaleta upendo. Maua yanaleta faraja, maua yanaondoa stress. Mfano, umetoka huko umechoka, lakini ukienda kwenye bustani yako kama hiyo, basi stress zote zinaisha. Lakini maua kama tunavyoona pia ni kipato tunafanya biashara kama hii, unakuwa na maua yako, unauza 200 300 kwa, utakuta kama mama huwezi kuishiwa. Kwa hiyo maua ni mazuri sana, yanapendezesha nyumba zetu. Kwa ni vema kila mwanamke akitambua hilo, na pia akawa na ua lake, hata kama atafanya biashara, lakini hata kwa kupendezesha tu pale nyumbani na kufanya tu nyumba yake iwe na amani. Jina langu naitwa Samson Jon toka kampuni ya mwachalti maua. Kuna maua mengine ni tiba kwa mingine usaidia, pia kuna mane plant, kuna mane magnet, kuna snake plant. Hayo yote ni maua lakini yana faida zake. Kwa mfano snake plant ni nzuri kiweka ndani, naleta hewa safi pia, kitoa ua ua lake linafukuza mtu utaka uone tena mtu kwa kutumia ua hiyo. Mane magnet, mane magnet kwanza ni nzuri, pia wazungu wanakwambia, ni inasaidia sana kwenye mzunguko sa wa kaa sawa kupanda ndani kwako, au kitunza vizuri, naweza nikafanya mambo. Kuna ua lingine ni kafanya, kwa mfano wamfana nyumbani kwako na k unamwagia maji kila siku, unakuwa kwa mfano safari au mambo yako ni mema udongo, alafu maji maji pale, lakini huwa hilo hilo ambalo hujatoboa udongo ule kaozesha, una uwezo wa kulipanda kwenye maji peke yake. Ni ninachoshauri ni kwamba wasinunue maua tu kwa sababu wameyapenda. Nunue maua kwa sababu, kama unajua kabisa eneo lako halina kivuli na ili huwa linahitaji kivuli, ni bora usinunue hilo kwa sababu litaenda kukesia. Fanya biashara maua, kwa kwanza upende maua kwa sababu maua yanataka upendo, yanatakiwa kujaliwa. Naona kama wee upende maua usema unafanya biashara maua. Yale maua hata kuwa ya tafitia tu, uwa anataka upendo, ukamka asubuhi nataue uangalia anaendeleaje, lakini unaweza kukuta limeanguka nini, unaweza kukuta limeanguka na udongo ule sasa roho itakuuma kama unalipenda leo, maana wakati mingine tunapanda tunakupanda maua huwa, huwa tu lakini kwa ile ali taka pita nao usako na haja ya kwenda kubabia, utazoa tu ile udongo, lakini kama wewe unapenda wala mimi niweze kushika ile toko lani sema uzoe ufunike ala.